Elimu ya misitu na uchakataji kwa kuongeza thamani mazao ya misitu imetolewa kwa siku kadhaa kwa kufanya maonyesho katika uwanja wa Sabasaba mjini Njombe, kabla ya kufikia tarehe 21 Machi ambayo ni siku ya misitu ya kimataifa. Taarifa mbalimbali za mafanikio na changamoto zimetolewa mbele ya waziri mkuu, na miongoni mwa changamoto ni ongezeko la wawekezaji wanaodaiwa kuwa na mitaji midogo. Tumekuwa na uchichiri mkubwa sana wa wenzetu kutoka nje ambao wanakuja kwenye uwekezaji wa nyongeza ya mazao ya misitu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba watu atiaisi, wa TIC waweze kupita kwenye maeneo ya mkoa wa Njombe, ili tuweze kuona kama uwekezaji wa viwanda vidogo vidogo vinavyochakata mazao ya miti ni uwekezaji kweli wa kufanya na watu anje, wa nje, au tuwape nafasi wazawa waweze kuchakata ili watu wa nje waweze kwenda kwenye uchezaji mkubwa. Idara ya maliasili na utalii imetoa takwimu za upandaji miti kuanzia mwaka 2020 miche takriban milioni 50 ilipandwa katika maeneo yenye hekta 11985 za misitu katika maeneo mbalimbali, na miche mingine milioni 61 ilitolewa kwa jamii tasisi na mashirika na watu binafsi ya upandaji nchini katika kuhifadhi misitu na kuongezwa thamani. Waziri Mkuu Kasimu Majaliwa ameelekeza kupunguzwa kwa masharti kwa uwekezaji wa hewa ukaa, lakini pia kuwataka wawekezaji kukamilisha bidhaa zao hapa nchini badala ya kuondoka na mali ghafi. Hawa lazima watu wake ukomo wa mvunaji na mchakatani kwa kitu hapa hapa kama wanavyofanya hawa tanuwati tanuwati, wanaanza mwanzo mpaka mwisho wakiwa hapa hapa Tanzania, hapa hapa Njombe. Kwenda viwanda vya Mufindi vile navyo vikabainishwe, ambavyo havijamaliza turusha hawa kwa muda inatosha. Nataka tuwamalizie hapa hapa kila kitu. Kama hawatatu wakuwachie, tutaongeza mtameta mwingine ambaye yuko tayari kuchakata kila kitu akamalizia hapa hapa. huku ya wadau wa misitu ni kuona upandaji na uhifadhi unaendelea watu wanachoma mikaa ovyo. Serikali naomba itilie mkazo, ifute kabisa uchomaji wa mkaa nchini. Kauli mbiu ya siku ya misitu kwa mwaka 2025 inahimiza uongezaji thamani mazao ya misitu kwa uendelevu wa rasilimali kwa kizazi kilichopo na kizazi kijacho. Emanuel Kalemba, okay, Azam News, yeah, yeah, yeah, Njombe.